Donald Trump unayemwona k, yeye ajui kwamba anakamilisha unabii. Anaonekana wa amani, amani ile ni kwa ajili ya kutengeneza njia ya mpinga Kristo ili akamate Gaza, ajenge Gaza. Mpinga Kristo sema tumejenga Gaza, wakati wanajenga Gaza nitenya naona wana amani kwa ajili ya Yashua Masia mfalme wao kuja kutawala ambaye ni mpinga Kristo. Kwa hiyo Donald Trump anamfurahia, lakini sio mpinga Kristo, lakini mtengeneza njia ya mpinga Kristo kwa gazi ikiwa na amani. Hezbollah Hamas hawafanyi chochote. jengo litajengwa ndani ya miaka mingapi? minne. Na wale wanyama ndama wale watano, kwa sababu walikuwa saba, wawili wameshapata tatizo, wakauwao kwa sababu Mungu mtolee kilicho na doa hawezi kuzidi miaka saba kwa jengo la jengo ambalo somo nalijeng la hekalu litajengwa kwa mara ya tatu mwaka 2025, na litaanza kujenga mwaka huu tuli aanza kujaza akili yako, ikijengwa ndani ya miaka minne, mwaka gani imekamilika? elfu mbili na ishirini na tisa. Ikikamilika, amani inaingia. Donald Trump ndio rais wa mwisho wa Amerikani, wa hakuna rais atakaye kuja tena, kwa ataingia tena kwenye tamu ya tatu awamu ya tatu. Hii ni awamu ya pili, ataingia awamu ya ngapi? mimi ndio nabii, nawaambia Donald Trump atatawala, atata, tena awamu ya ngapi? Atasema ilishapita sasa, anatawala awamu mbili zingine. kwa Donald Trump, nawaambia siri, ushikae kiovyovyo Donald Trump nataka kulazimisha mtoto wake ambaye ameokoka, Baron. Awe ndio rais. Baron atakataa kwa sababu ameokoka. Kuita bibi mke wake abebe ujauzito. Mwingine pamoja na uzee wote. Amba sima nipara zira Ngoja niache. Ipo kwenye Biblia hapo. Donald Trump yuko kwenye Biblia. Kwa sababu ni mtawala wa dunia. Volodymyr Zelensky. Volodymyr maana yake mtawala wa dunia. Vladimir, manake mtawala Mir, dunia. Kwa wote watatu Zelenski, ile wa wa Ukraine, mtawala wa dunia. Donald, manake mtawala wa dunia. Vladimir, mtawala wa dunia, ambaye ni Putin wa Urusi. Kwa hao watatu wanatafuta namna ya kuleta vita dunia sasa nini kinachotokea wakati tunapoongea. Nawaambia kweli Afrika, kimbio chao cha si America ni Putin. Kwa muda atakuwa mas kama mtakatifu na atasaidia Israeli pia. Israeli taona Putin ni mtu mwema, lakini wakati tunapoongea, China ambaye ni mnyama Leviathani ambaye anakaa kwenye maji ambayo Mungu anamvua kwa ndoana, hakuna mtu anaweza kumvua China anafanana na mamba ambaye ana sumu midomoni mwake. Ni mchoyo sana. Atashika urafiki na dubu ambaye ni Putin. Unielewa, ataweka mkataba ya kijeshi. Putin, ndio kiongozi wao katika Ezekiel 38, 39. Kwa Putin ataingia Israeli. Wa Israeli watamuona kama mwokozi wao. Ndiye sasa wakati naye anataka Israeli ambaye ni hatari kuliko wote na yenyewe itakuja kugeuka ikitaka Waislamu kuzaa wa, wa Ishmaeli umiliki pale.